Kulikuwa hapo Ubungo hiyo siku, wanapiga mabomu hiyo, wanapiga risasi, si ndo ku kukimbia kuingia huko mtoni huko, kwenye machako tukaa tunaingia, tumetulia, wakaja tena wakatukamata, wakatupiga, wakatupiga. Ni usiku wa Oktoba 29 mwaka 2025, mitaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam, wakati wengine wakiwa majumbani wamelala, wengine wakihangaika kusaka njia za usalama, Patrick Matano alikuwa bado barabarani akitafuta sehemu ya kujificha, na hapa namnukuu. Watu wengine waliniambia, dogo, muda umefika, ukajifiche, muda huo walikuwa wanasema ilikuwa ni saa kumi jioni, anaeleza Matano mwenye umri wa miaka 14, miongoni mwa vijana wasio na makazi wanaolala kwenye vibanda vya biashara vya Mwenge. Anasema wakati huo sauti ya milio ya risasi zilisikika kwa mbali namnukuu. niliposikia milio ya risasi, niliingia kwenye mabanda ya watu ya biashara, nakaa huko nikiona pametulia natoka nje. Nikiona wameanza tena kurusha, naingia tena kwenye mabanda, anasimulia katika mazungumzo na Mwananchi yaliyofanyika Novemba 11 mwaka 2025 eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam. Matano aliyetokea mkoani Dodoma Anasema hakujua angekimbilia wapi, bali mabanda ya biashara yaliyotelekezwa yaligeuka kuwa kinga yake ya muda. Kwa Matano anayefanya kazi ya kuosha vioo vya magari kwenye mataa ya Mwenge na vijana wengine, maisha ya mtaani yalikuwa magumu hata kabla ya Oktoba 29, lakini vurugu zilipoibuka, mitaa ikafungwa magari kuto safiri na maduka kufungwa hali ikawa ngumu maradufu katika kichaka jirani na taa za kuongoza magari njia panda ya sinza mwananchi lilifanya mazungumzo na baadhi ya vijana wasio na makazi waishio mtaani kujua hali ilivyokuwa wakati wa maandamano yaliyoambatana na vurugu ya oktoba 29 licha ya kuwa hali imerejea katika utulivu eneo hilo bado walikuwapo vijana wengine zaidi ya saba ambao walikuwa wakisikiliza muziki na kupiga hadithi za hapa na pale. Abubakar Salum yeye anakumbuka hali ile kama ndoto mbaya isiyoisha, akieleza. Kwa upande wake Jimi Lioha, siku hiyo ilikuwa mwanzo wa mateso mengine, akisimulia. Namnuku, tulikuwa Ubungo, ilibidi tukimbie na kuingia mtoni kwenye vichaka huko tulitulia, lakini utulivu haukudumu, akieleza. Wakati tupo huko walitufuata, wakatukamata, wakatupiga halafu wakaondoka, wakatupeleka, kaanza kutupigisha pale pushapu. Wanakwambia mbebe mwenzako, piga naye, mbebe mpiga pushapu, usipo mbeba usipopiga pushapu wanapiga. Anasema mara ya mwisho walipofika mafichoni mwao alikimbia kwa urefu wote wa miguu yake, akapita kwenye vichaka akajificha akitazama wenzake wakipigwa. Na mnukuu, niliona wanavyochukua, wanavyopiga halafu wanaondoka nao. Nilikaa kimya, moyo kidunda, anasimulia Jimi Jimi. Anasema baadaye alisikia kauli kutoka kwa wale waliokuwa wanakamata vijana, wapereke waripo wenzako anaeleza waliingiwa hofu wakikimbilia vichekani hadi walipokutana upya na wenzake waliokuwa wamesalia. Kuhusu chakula, Matano anasema alielezwa na watu kwamba anunua chakula cha kutosha, hivyo alinunua sahani mbili za wali akazihifadhi. Anasema chakula hicho alikula hadi Oktoba 30 na 31 licha ya kuwa kiliharibika. Anaeleza aliishi pekee, hakujua ni wapi walioko wenzake, akieleza kuwa ni mgeni jijini Dar es Salaam na eneo pekee analolifahamu ni Mwenge. Omari aliyehamia Dar es Salaam akitokea mkoani Tanga anasema akiba ya fedha walizozipata kutokana na kuosha vyoo vya magari na msaada waliomba awali kutoka kwa wapita njia iliwawezesha kununua chakula. Hmm, kuna swala la kula. Kuna wengine walikuwa tunakula maembe aa ma Sema kuna muda ile saa kumi na mbili kulala, kuna muda tunatoka hata saa nne saa tano usiku eh, kwa kujifichaficha uswahilini huko, kuna maduka mengine yapo wazi, nachukua unga mboga hivyo hivyo, tunajifichaficha tunarudi zetu msituni. Muhammad Selemani ni tofauti na wenzake, yeye alifika Dar es Salaam akitokea mkoa wa Mwanza anasema Oktoba 29 alipata msaada kutoka kwa mukota makopo aliyempeleka kwake eneo ambako wanakusanya na kupima makopo. Namnukuu, waliposema mwisho kutembea saa kumi na mbili jioni nikakutana na jamaa mmoja mukota makopo nikamweleza mimi ni mgeni na watafuta wenzangu, akaniambia twende nyumbani kwangu. Eneo hilo alikuwapo wauza chakula, hivyo mwenyeji wake alimpa chakula na nguo, huku akilala kwenye boksi, lakini eneo lililozibwa. Anasema alikaa eneo hilo kwa siku nne hadi Novemba mbili alipoondoka na kurejea daraja la Kijazi kwa tafuta wenzake, akaelezwa wako eneo la uwanjani. Steven Mungi anasema aliishi kwenye uwanja huo uliopo Ubungo, nyuma ya mitambo ya umeme. Anasema miongoni mwao yupo aliyekuwa na kitambulisho cha taifa NIDA ndiye aliyetoka kwenda kutafuta chakula. Mungi anasema alipokwenda dukani alitumia saa nzima kutokana na umbali, kwani alifuata eneo la Ubungo linalojulikana Kitantare. Hata hivyo, anasema alipata chakula cha siku moja kutokana na wingi wa watu dukani hapo, pamoja na kundi lao Wakati mvua iliponyesha, anasema walijificha kwenye mianzi jirani na Mtogide. Pia walitumia majiko ya kukanga samaki. Anasema aliwapigia simu wazazi wake akawaeleza alipo na hali halisi ya maisha yake. Mungi anasema wazazi wake walimtumia fedha za matumizi wakimhimiza arudi nyumbani.